Thandi akawa anaonyesha ufundi wa kucheza katika siku yake ya kufundwa. Bahati mbaya akadondoka chini, lakini akajifanya hajaumia. Muvi inaanza, mama yake Thandi anapelekwa kanisani akaombewe. Tunanyanyua mikono yetu juu, ewe kaka, ewe dada, ewe Mungu wa mbinguni, tunamleta kwako huyu mtoto aliyeingiliwa na roho chafu, kwa jina lako lenye nguvu. Wewe ni zaidi ya madaktari wanaotaka kumlisha madawa mtoto wako, o Baba mfalme, Jehova, walisema ana ugonjwa wa akili, lakini leo Baba unakwenda kuwaonyesha wewe ndiyo mfalme wa hii dunia, fukuza haya mapepo, fukuza haya mapepo kwa huyu mwanamke, yeah Chabalaka tapakatakalaka. Mchungaji akaomba sana, huku Thandi akijiwazia mwenyewe, mchungaji anaamini ni mapepo, madaktari wanasema ni ugonjwa wa akili, wakati bibi anaamini amerogwa, wananiweka njia panda. Thandi akaamua kutoka kanisani na kumwacha mama yake wakizidi kumuombea. Wakati wapo njiani wanarudi kanisani, Thandi anamuona kijana mmoja akiwa kwenye gari. Alipomwangalia akawa na tabasamu, Thandi anaonyesha kama kumpenda huyu kijana, wakawa wanaangaliana huku Thandi akitoa tabasamu muda wote. Walipofika nyumbani, Thandi akachukua maji na dawa na kumpatia mama yake. Mama anasema ushaanza, ila Thandi akamsisitiza kunywa dawa, ndipo akaamua kunywa dawa. Thandi akafurahi kuona mama yake anakunywa dawa. Alipoingia ndani, kumbe mama yake vidonge ya kumeza akavitema na kuvitupa chini na kuvikanyaga. Bibi yake akamuona akamuuliza, mbona unatupa dawa ambazo ni za gharama? Akamwambia, mama, hizi dawa zinanifanya nijisikie vibaya mama yake akamwambia, mwanangu, nina wazo na ushauri. Hali yako inazidi kuwa mbaya siku hadi siku haipiti wiki mfululizo wako wa kuumwa unaendelea. Ushauri wangu ni bora uende kwa sangoma. Akamjibu, mama, mimi siamini hilo. Mama akamwambia, naomba uzingatie wazo langu, naamini nitakusaidia mwanangu. Kesho yake mama akapandisha mashetani, akawa anakimbia peke yake akiongea maneno yasiyoeleweka. Mama alipomuona akajiuliza, amepatwa na nini tena mwanangu? Thande akatokea na kujaribu kumzuia, mama tulia Kwani na shida gani? ni mimi Thandi, niangalie mwanao. Thandi anajaribu kumtuliza mama, anasema wananiita, wananiita. Thandi anajaribu kumtuliza mama, anadai wananiita. Akaja kijana anayempenda Thandi na kuwauliza nini tatizo. Thandi akasema naomba unisaidie. Kijana akasema nina gari, ngoja tumchukue tumpeleke hospitali. Thandi akasema tumpeleke kwa sangoma, kwa sababu bibi anaamini mizimu ndio inamuita. Walipofika nyumbani, bibi akampatia dawa kwenye kikombe na kumwambia itakusaidia. Akamshukuru kijana kumuuliza jina lako nani? Kijana akamjibu naitwa Ngombizwe Mobele. Bibi akamwambia naomba utusaidie kumpeleka kwa sangoma, na Thandi nene akamwambia mjomba wako anatukuta kwa sangoma. Mama akamwambia Thandi, roho ya babu yako haijapumzika bado. Ngombizwe akawambia gari liko nje, tungefanya haraka twende. Wakamchukua na kwenda naye kwa sangoma. Baadaye Ngombizwe akamuuliza Thandi, nahitaji kukujua. Naitwa Thandi, nina miaka ishirini ila hivi karibuni natimiza miaka 21. Ushakutana na mama yangu na bibi yangu na ushapajua nyumbani? Wakaongea sana, akamuuliza kama ameshatumika, akamwambia hapana, najitunza mpaka siku ya sherehe za kuchezwa, kwa sababu bibi yangu anapenda mila na desturi, hivi mwanaume hatakiwi kunigusa mpaka atakaponioa. Baada ya kuongea, thandi akashuka kwenye gari na kurudi nyumbani. Siku inayofuata kaka yake thandi akaja, ya akawa nje ya gari akinyeshewa na mvua, thandi akamfuata, mbona uko nje? unaonyeshewa na mvua badala ya kuingia ndani, achana mvua na hii mvua. Bibi kanipigia simu na kuniambia mama ana tatizo. Thandi akamwambia tumempeleka kwa sangoma maana hali yake inakuwa mbaya kila siku, na wewe upo dabani, haujui hali ya mama inaendeleaje. Kaka yake akamwambia nishakwambia usimpeleke kwa sangoma na hamkutaka kunishirikisha, haya, endeleni na huyo sangoma wenu. Kaka akaingia ndani ya gari na kuondoka zake bila kuingia ndani na kumwacha Thandi akishangaa. Usiku Ngumbizwe akampigia video call Thandi na kuongea naye sana Mwishowe akamwambia nakupenda, nataka tuishi wote. Thandi akamwambia haiwezekani, wewe ushaoa na pili, nilishakwambia nipo kwenye mahusiano na mwanaume mwingine na tumepanga kuoana baada ya kufanyika sherehe za kufundwa. Ngombizwe akamshawishi sana amfikirie tena na tena. Mwisho wa siku Thandi akamwambia nitakufikiria. Kesho yake Thandi akawa anaongea na bibi yake kuhusu sherehe itakayoleta heshima kwenye familia yao, na kumwambia mama yake atakuwa sawa, maana mizimu ya mababu walimchagua mama yako, na pia nina habari njema, anko wako amekutafutia kazi kwenye duka utakuwa keshia kabla ya kurudi shule tena. Na baadaye thandi Sina akaenda kumtembelea mama yake kwa sangoma. Mama yake alikuwa nyamelea vizuri akicheza nyimbo za asili. Wakapata nafasi ya kuongea na kumwambia na kutakia kila laheri, mwanangu kwa kuweka heshima ya familia yetu na mizimu. Nikiwahi kupona mapema nitakuja kwenye sherehe yako, mwanangu. Kweli Thandi akapata kazi kwenye duka na akawa anawahudumia wateja wa eneo hilo. Baadaye ngombizwe akampitia thandi na kutafuta sehemu ya kupiga naye stori kabla ajamrudisha nyumbani. Ngombizwe akamuuliza, vipi kuhusu bofrendi wako? Sijaonana naye muda sasa, yuko biza, anapambana na maisha. Baada ya kuongea sana, ngombizwe akamuuliza thandi, naweza kuukisi? Thandi akakubali na kuanza kunyonyana kwa hisia, kisha thandi akampushi ngombizwe na kumwacha ngombizwe na kurudi nyumbani. Aliporudi nyumbani akamkuta bibi yake akamwambia habari kuhusiana na alivyokwenda kwa mama yake. Baadaye akamuuliza Thandi, hakuna mwanaume yoyote anayechezea viungo vyako kwa sasa? Thandi akakataa huku akiwa na wasiwasi, anahisi kama bibi yake kagundua kitu. Bibi yake akamwambia safi, endelea kujitunza hivyo hivyo. Usiku thandi anapanga vyombo kwenye kabati, Ngombizwe akaja mpaka kwao, akampigia simu na kumwomba watoke nje waongee. Alipopanda kwenye gari, Ngombizwe akamwambia Thandi ameshindwa kujizuia anahitaji kuwa na yeye, yupo tayari kusubiri hata baada ya sherehe ya muoe. Thandi akasema haiwezekani, mama bado anaumwa, nadhani ungenipa muda wa kulifikiria hilo. Ngombizwe akasema haina shida, nitakusubiri na kumtakia usiku mwema. Kaka yake thandi akawa anaweweseka, huku kwa mganga wakipiga lamli, thandi akiliwa denda na ngombizwe akawa anazidi kuweweseka, akasikia sauti ikimwambia haya yote ni makosa yako, yako. Aliposhtuka na Thandi akashtuka na kumwaga Ngombizwe na kurudi ndani. Kaka yake Thandi akawa aelewi kichwa kinamuuma. Asubuhi kaka yake Thandi akarudi nyumbani Thandi akashangaa kumuona akamwambia nimeota ndoto, mama yuko tayari kuachiliwa, nadhani huu ndo muda sahihi wa kwenda kumuona, ila sina hela ya kutosha Thandie akamwambia kaka yake usiwaze sana, nina hela nimepata ninapofanya kazi. Thandie akafurahi sana kuona kaka yake kasapoti mama yake kupona. Baadaye akamfuata Ngombizwe na kumwomba msaidie pesa kwa ajili ya kulipia matibabu ya mama yake. Ngombizwe akamwambia usijali nitakutumia pesa unayotaka. Kisha thandi akamwambia, nimekubalia ombi lako, niko tayari kwa dating baada ya matibabu ya mama na sherehe za kufundwa. Ngombizo akamwambia unaondokaje sasa bila hata ya kunikisi? Thandi akaangalia huku na huku na kumkisi Ngombizwe. Thandi na kaka yake Sopi wakaenda kwa mganga kufanyia tambiko la mwisho na kupata baraka kutoka kwa mizimu. Mama yao akawa mzima hakusumbuliwa tena na mizimu. Siku ya unyago ilipofika, mabinti wote wanaenda mtoni kujisafisha vizuri, ili wawe safi kwa ajili ya sherehe za unyago kila mmoja ana hamu kwa sababu ya heshima ya familia yake. Thani anajisafisha vizuri, akiwa na hamu ya kukutana na ngombizwe kwa ajili ya first dating. Thani akawa anacheza huku kifua kipo wazi, akawa anafurahi, maana safari ilikuwa ndefu ya kujitunza. wakawa wanacheza huku wenzake wakimpa sapoti kwa kupiga hatua mama na bibi yake wakiwa pembeni wakimwangalia Thandi alivyowaheshimisha. Thandi akaingia kati na kuonyesha ufundi wake wa kucheza mbele ya umati wa watu. Mama akampongeza pamoja na bibi. Wakati huo Ngombizwe akimpigia makofi kwa kuvuka hatua hii. Wakati Thandi anacheza, Ngombizwe akapigiwa simu na mke wake, akimwambia mbona urudi nyumbani, au na mwanamke mwingine huko? Sasa nakuja huko huko, utanijua mi ni nani. Ngombizwe kabidi ya toke alipokaa na kuondoka, na huo ndio mwisho wa muvi yetu inaitwa Thandi. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukoment chaneli yetu ya We Media.